Hello, hello, my people. Thank God. It's Wednesday ni Jumatano nyingine tena can you believe it? Tupo pamoja bado katika series yetu hii believe it or not, amini usiamini, na leo ni episode nyingine ambayo tunazungumzia levels za vipato duniani, ehe, income levels explained today. Na kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, basi consider kusubscribe tuweze kuwa pamoja na pia hit the like button. Share na link na watu wengine waweze kujifunza pia, na nitafurahi kuona comment yako hapo chini eh, wakati unaendelea kujifunza. Na mimi wanapenda sana kuengage na watu ambao wana wana comment, na natamani kujua wamejifunza nini, na kama kuna challenges yoyote ile napenda kuiaddress. So leo tupo kwenye episode yetu ya nane na tunazungumzia level kumi za vipato. Sasa pale Instagram nilidokeza nikasema, eh, duniani kuna level kumi za vipato na level ya kwanza inaitwa Level zero. Level zero ni level ambayo mtu kipato chake kwa mwezi ni chini ya dola elfu moja za Kimarekani, so dola elfu moja za Kimarekani kwa exchange rate ya sasa ni takriban shilingi elfu mbili na mia nne hivi, mia tano, inavari wakati mwingine anakwenda elfu mbili mia sita e, kwa hiyo utakapokuwa uta unasikiliza hii video utakapokuwa unaitazama basi consider kuangalia exchange rate ya kipindi unachotazama hii video kujua dola moja ya kimarekani ni sasa na shilingi ngapi za Kitanzania? Kwa sasa ni kama elfu mbili na mia nne na kitu ya Kitanzania, and kwa hiyo utachukua dola elfu moja mara elfu mbili na mia nne au elfu mbili na mia tano uweze kuona ni kiwango gani kwa hela ya Tanzania. So levo zero ni levo ambayo mtu anaingiza kipato chini ya dola elfu moja kwa mwezi, maanake hii ni chini ya milioni mbili na nusu kwa mwezi kwa mtu yeyote ambaye anapata kipato chini ya yeah, milioni mbili na nusu kwa mwezi, milioni mbili kufika chini kokote. Huyu mtu kidunia, sio kitanzania tu, kidunia yuko level zero. Sasa ukiwa level zero, kuna mambo ya msingi sana ya kuzingatia. Level zero sio sehemu ya wewe kuanza kuonyesha watu kwamba una hela ya kununua nguo, ya kununua simu nzuri una hela ya kununua si vitu gani? Level zero ni sehemu ya wewe kukaa na kujitathmini vizuri na kujifunza mambo kwa usahihi na kuwatafuta watu waliokuzidi level za kipato wakusaidie kukuonyesha njia gani unaweza kutumia kuweza kupiga hatua zaidi walau kuweza kuelekea kwenye level one. Ukiwa chini ya dola elfu moja kwa mwezi e, unakuwa kwenye kundi la asilimia themanini na nne ya watu duniani ambao hao wote ni maskini kwa maana ya kwamba unapopata kipato chini ya dola elfu moja kwa mwezi eh, uko bado kwenye level za umaskini na unaweza ukajifariji kwamba mimi mbona napata milioni moja, napata 1.5 kwa mwezi mbona inatosha? wengine wanapata laki saba, wote mko level zero. Anayepata laki saba, anayepata milioni moja, anayepata 1.5, anayepata milioni mbili, anayepata laki tano kwa mwezi, wote mko level zero na wote mko kwenye kundi la asilimia themanini na nne ya watu duniani yaani watu bilioni sita duniani wako level zero ya kipato kwa hiyo hiyo ni sehemu ya wewe kujifunza, kujitafuta, kulipa gharama ya kupiga hatua e, uweze walau al kwenda kwenye level inayofuata ambayo ni level 1. Talking of which, tunakwenda kwenye level 1. Level one, level ambayo sasa mtu unapata kipato kuanzia dola elfu moja kwa mwezi. Elfu moja kwa mwezi kama tulivyosema ni takriban milioni mbili na nusu kwa sasa kwa hela ya Tanzania, na hapo sasa walau unaweza ukaanza kupumua kidogo. Unajua, ukiingiza milioni mbili na nusu kwa mwezi na kuendelea, milioni tatu pale, milioni nne, unaweza kupumua. Unajua eh, unaweza ukafanya mambo ambayo pengine zamani ilikuwa ni shida kuyafanya, lakini kitu cha msingi sana cha kuzingatia unapokuwa level 1 jiepushe sana kuanza kuonekana wewe ndo mwenye roho nzuri zaidi kwenye familia, wewe ndo mwenye roho nzuri zaidi kwa rafiki zako, manake eh, shilingi milioni mbili, kwa kitanzania milioni mbili na nusu na kuendelea, inaonekana nyingi kidogo katika mazingira ya kitanzania, kwa ni rahisi kwako kwa kushawishika kwamba eh, unaweza kusaidia watu, unaweza kutuma hela kwa kila mtu anayekuomba. Sasa ukifanya hivyo, kumbuka chini yako kuna level zero. Ni rahisi sana kwako kudondoka na kudondokea level zero tena. Ukajikuta unaanza upya. Kwa hiyo unapokuwa level 1, jitahidi kujiimarisha zaidi, jiimarishe, weka akiba ya fedha e, anza kulipa madeni madogo madogo, e, ili uweze kupata akiba ya fedha ya kutosha e, uweze kuwa na at least emergency fund, then hapo hata mtu akihitaji msaada unaweza ukaangalia bajeti yako inasemaje. Hiki ndio kipindi cha wewe kuanza kuishi vizuri kwa bajeti kwa sababu tayari una kipato ambacho kinakuweka kwenye asilimia kumi na sita ya watu wote duniani. Maanake asilimia kumi na sita ya watu duniani ndio ambao wanapata kuanzia milioni mbili na nusu okay? kuendelea mpaka mabilioni kwa hiyo eh, unapokuwa level wani maanake ni level ambayo inabidi kujizatiti sana kuweza kutunza fedha kuliko kipindi kingine chochote. Sio kipindi cha wewe kuonekana ndio Mother Teresa eh, wa familia wewe, sio USAID wewe, bado unajijenga na kumbuka ukidondoka tu kidogo umedondokea level zero tena le okay? tenakwenye laki saba kule milioni, kwenye laki tano huko unaweza kadondokea huko. Kwa hiyo ni muhimu sana kujijenga kwanza, ndipo uweze kuanza kusaidia watu. Hiyo ni level one. Level two, tunakwenda kwenye level ambayo kipato chako kwa mwezi kinaanza kufika dola elfu tatu dola elfu tatu Kwa hela ya Tanzania kwa sasa ni takriban milioni saba nane hapo. Kwa hiyo fikiria kwenye maisha yako, kwenye familia yako kwenye saiko yako ni watu wangapi ambao wanatengeneza walau milioni saba nane kwa mwezi? Unaona, wanaanza kupungua right? Wanaanza kuwa ni wachache kidunia. Watu wanaotengeneza eh, dola elfu tatu kwa mwezi ni watu milioni mia saba. Wanaonekana ni wengi, watu milioni mia saba ni wengi sana, lakini ukiangalia kwamba dunia ina watu bilioni nane nukta mbili utagundua milioni mia saba pia sio wengi. Sasa fikiria wanaotengeneza milioni saba nane kwa mwezi kidunia wako milioni mia saba. Lini wewe utafika kwenye levo hiyo? Utafika kwenye hilo kundi la watu ambao wameanza sasa kupiga hatua? Hao ndo wanaitwa middle class, na levo hii sasa ndo walau hata ukinunua gari ya kutumia wewe kuendea kazini, kwenye vijana wanaita misele <laughs> si mbaya sana, kwa sababu huko walau kwenye sehemu ambayo una breathing space, unaweza ukapumua. E, hakuna shida sana kwenye maisha yako ya kila siku wala hauwezi kushindwa sana kusaidia watu kwenye familia yako au kwenye jamii yako inayokuzunguka kwa sababu so, milioni saba nane siyo hela ndogo kwa maisha ya Kitanzania. So, dola elfu tatu hiyo ni level two. Tumetoka level zero, tumekwenda level one, sasa tuko level two okay. Na sasa level inayofuata ni level three. Level three hii ni level ambayo kwa mwezi unapata takriban dola elfu kumi kipato chako dola 10,000 tunazungumzia milioni 25 kwa mwezi na kuendelea. Sasa fikiria kwenye familia yako, kwenye kwenye ukoo, watu wangapi ambao wanaingiza milioni ishirini na tano kwa mwezi? Nakumbuka kwenye hizi level, huyo mtu yuko level 3 tu. Hatujazungumzia level 6, level 7 huko. Huyu yuko level 3. Kwa hiyo una, unaanza kugundua kwamba haupaswi kujilinganisha na watu kipaumbele chako ni kwenda level three ambayo ni dola elfu kumi kwa mwezi, yani shilingi milioni ishirini na tano kwa mwezi hapo sasa, ukiwa hicho kipindi ki ama ukiwa kwenye hilo kundi ama ukiwa kwenye hiyo level 3 ndio kipindi ambacho hela ongezeko lake linaanza kuwa halikuongezei furaha. Yaani furaha unaipata zaidi ya hela kuongezeka ukitoka level 0 kwenda level 1, ukitoka level 1 kwenda level 2, na ukitoka level 2 kwenda level 3. Ukifika level 3, mahali ambapo unatengeneza milioni ishirini na tano kwa mwezi unaanza kugundua kwamba pesa kuongezeka si kwamba inakuongezea furaha zaidi. Kwa sababu kumbuka maisha yanaanza kwa kudai uhalali wa kuwa na hela nyingi, kwa hiyo unajikuta unahitaji kuwa ni mtu unayetoa value zaidi. Kwa hiyo unajikuta ile raha tu ya kuwa na hela nyingi na kuwa ukiona watu wanapiga picha na pesa wanakuwa wanaonyesha kwamba wana furaha wanakuwa na hela, ni watu wale wanapata zile pesa tu kwa mara moja, lakini sio kwamba consistently kwamba anatengeneza milioni 25 kila mwezi kila mwezi kila mwezi kila mwezi kila mwezi. Wachache sana ambao wako na huo uwezo. Kwa hiyo ukiwa sasa unatengeneza milioni ishirini na tano kwa mwezi manake maisha yanaanza kukudai value. Value gani unayotoa kwenye jamii kiasi kwamba maisha yaruhusu kukupa kipato cha milioni ishirini na tano kila mwezi mwaka mzima maisha yako yote, kila so, hiyo ni level three. Hapo pesa inaanza kupunguza ile furaha ambayo ilikuwa ina, ina kupatia kwa kuongezeka kwa pesa. Level inayofuata ni level four. Okay? Level four, hapa ni pale ambapo unatengeneza dola elfu thelathini kwa mwezi, tunazungumzia milioni sabini mpaka milioni themanini hapo araund na kuendelea kwa mwezi mmoja. Kumbuka tumeanzia kwenye level zero kule kwenye laki saba like kwa mwezi, laki tano like, laki ngapi kule kwa graduate hasa <laughs> tumefika kwenye sehemu ambapo e, mtu anatengeneza dola elfu thelathini mpaka elfu hamsini kwa mwezi, milioni sabini hivi mpaka themanini mpaka mia na ishirini kwa mwezi. Kwenye jamii hii tunayoishi, kuna wenzako wanatengeneza hicho kipato. Cha muhimu ni wewe kujifunza unafanya nini ili uweze kukualify kufika level four, ambayo na wewe utakuwa unaingiza dola thelathini mpaka dola hamsini kwa mwezi. Hii kidunia inaitwa the life upgrade income. Kwa maana nyingine ni kwamba hapa mm, ndio unaruhusiwa. Naposema unaruhusiwa sio kwamba kuna sheria mahali fulani zimewekwa, hapana, ni ushauri tu kwamba ndio unashauriwa sasa kwamba hapa sasa ni ruksa kwako ku upgrade maisha yako kwa upgrade maana maana yake labda kubadilisha gari. Hapa sasa unaweza kununua brand new car. Hakuna shida ya kununua brand new car, kwa sababu kama kipato chako ni bilioni sabini kwa mwezi mmoja, maana yake hata gari ya milioni mbili unaipata kwa kipato chako cha miezi mitatu tu. Kwa hiyo unaweza uka upgrade maisha sasa, lakini kuna watu unakuta anatengeneza milioni tatu tatu tu milioni saba saba, labda tano kwa mwezi, anazichanga changa, anataka anunue gari jipya kabisa. Pengine anakopa kabisa na anauza vitu vingine, lakini kumbe kidunia ni kwamba E, kwenye mambo ya kifedha haujakualify kununua gari jipya e, mpaka unapofika level 4 ambayo unatengeneza dola thelathini kwa mwezi. Hii inaitwa the life upgrade income. Kidunia watu walioko level hii ni watu milioni mia mbili. Level inayofuata ni Level 5. Level 5, level ya tano ni level ambayo kipato chako kwa mwezi ni takriban dola, e, dola laki moja mpaka dola laki mbili na nusu kwa mwezi tunazungumzia milioni mia mbili na hamsini na kuendelea. Hiki ni kipato kwa mwezi, na ninaposema kipato, maana yake hapo sasa hata utatoa kodi baadaye na mambo mengine, lakini hiki ni kipato tu ghafi ambacho unakitengeneza, kama kule kwenye laki saba ambavyo mtu analipwa laki saba, afu kikatwa katwa, anabaki na laki tano na kitu. Akilipwa milioni moja, ikikatwa katwa, inabaki labda na labda laki saba laki nane. Kwa hata huku pia ni kipato ghafi, kwamba mapato yako kwa mwezi ni dola laki moja mpaka dola laki mbili na nusu, milioni mia mbili na hamsini kabla ya, ya kodi na vitu vingine e, mpaka na kuendelea, milioni mia mbili na hamsini na kuendelea. Kwa hiyo hii ni levo ya tano, na hapa unakuwa umeingia kwenye kundi la asilimia moja ya watu duniani. Asilimia moja ya watu duniani ndio huwa wanaweza wakafika hii levo e, levo tano ya kuingiza kipato kwa mwezi e, dola laki moja na kuendelea. Maanake hapa hawa ndoo wanakuwa millionaires kwa sababu ukipiga dola laki moja kwa mwaka kwa mwezi alafu kwa mwaka ni kama dola milioni moja na laki mbili, kwa hiyo hawa wameingia kwenye group la dola millionaires. Okay, kwa hiyo hiyo ni kundi namba tano au hiyo ni level ya tano, level five. Inayofuata ni level ya sita, na ningependa kabla tujaendelea, hebu tafakari kidogo kuanzia ile level zero mpaka hapo level five, alafu ujiulize wewe uko level gani, lakini pia useme E, unatamani kufika level gani katika hizi level ambazo unazisikia nazielezea hapa. So level ya sita ni level ambayo wewe unapata dola milioni moja kipato chako kwa mwezi. One million dollars per month. Hii ni bilioni mbili na milioni mia tano kwa mwezi, bilioni mbili ya Kitanzania, bilioni mbili na milioni mia tano ya Kitanzania kwa mwezi. Kuna watu, ndugu yangu, wanatengeneza hicho kipato kwa mwezi kwa hiyo hao wako level ya sita ya kipato, na kidunia hawa watu ni takriban milioni ishirini, takriban watu milioni ishirini duniani ndo ambao wako kwenye hii level ya kutengeneza kipato cha dola milioni moja kwa mwezi ok. So huku sasa ndo ambako unaweza ukafanya vitu ambavyo e, katika nchi yako ni watu wachache kabisa ambao wanaweza wakaafodi kuvifanya huku chini kwingine kote kule, level 0, level 1, ni sehemu unajitafuta, unataka nawe uanze kuishi maisha yako na vitu vingine vya aina hiyo, lakini huku ni sehemu ambayo unaweza ukawa na impact, maisha yako yakawa na tija kwenye jamii kubwa, au kwenye taifa lako, au hata kwenye bara zima. Okay, hiyo ni level ya sita. Level ya saba ni level ambayo unatengeneza dola milioni nne mpaka dola milioni tano hapo, kwa mwezi. Tunazungumzia kwa mwaka, ni kipato cha dola milioni hamsini na kuendelea okay hapa tunazungumzia unatengenezea bilioni kumi za Kitanzania ndio mapato yako kwa mwezi mmoja ndo dola milioni nne. Dola milioni nne ni bilioni kumi za Kitanzania. Okay? Kwa sasa, kwa hiyo manake hapo wewe sasa Kitanzania ni bilionea understand eh? lakini Kimarekani ki, eh, kidunia, eh, kidunia bado unaitwa kwenye dola za Marekani i mean, unaitwa millionaire bado, unaitwa multi -millionaire, okay una milioni nyingi kwa hiyo hiyo ni levo ya saba na kidunia wako watu milioni mbili na laki like tano ambao wako levo hiyo. Levo inayofuata ni levo ya nane. Levo ya nane ni levo ambayo eh, unatengeneza eh, kipato cha eh, dola milioni mia moja mpaka milioni mia saba kwa mwaka eh? kipato chako dola milioni mia moja mpaka milioni mia saba kwa mwaka. Hapa tunazungumzia ni bilioni mia mbili na hamsini na kuendelea kwa mwaka. Na hawa watu wako takriban watu elfu thelathini duniani. Fikiria dunia yenye watu bilioni nane alafu ni watu elfu thelathini tu ndo wako na uwezo wa kutengeneza bilioni mia mbili na hamsini na kuendelea kwa mwaka. Level ya mwisho inaitwa level tisa. Level tisa e uh, ukijumlisha kutoka sufuri level 0 kule mpaka level 9 unapata kumi. 0, 1, 2, 3 ukihesabu hivyo mpaka tisa Konogo, mefika kumi, ziko level kumi za vipato kwa. Level nine ndio level ya mwisho, tukiwa tumeanza na level zero. Kwa hapa ni level ambayo mtu anapata kipato kwa mwaka cha dola bilioni moja za Kitanzania, trilioni mbili nukta tano za Kitanzania, i mean sorry dola bilioni moja za Kimarekani. Level nine dola bilioni moja za kimarekani kwa hela ya Tanzania ni trilioni mbili nukta tano kwa pesa ya Tanzania. Hii ndio level ya juu kabisa ya kipato na baada ya hapo watu wanazidiana tu watu sasa, kwamba mwingine anaingiza dola e, bilioni moja kwa mwaka mwingine dola bilioni tano mwingine dola bilioni kumi mwingine dola bilioni mia wanazidiana, lakini hao ndio dollar billionaires okay. Huku kwetu sisi tunaye Mohamed Deuji ambaye ndio ana utajiri wa takriban dola bilioni mbili nukta mbili sawa na kama trilioni tano za Kitanzania na hiyo ni net worth yake, kwa maana ya kwamba ukichukua mali zake zote ukalipa uka, uka madeni yake yote yanayodaiwa, then unabaki na trilioni tano za Kitanzania kwa sasa, ndo utajiri wake. Yuko kwenye listi ya hawa watu eh, ambao wako level 9 ya kipato kidunia, yani dola billionaires na hawa kidunia wako watu elfu tatu tu, au ukisikia dola billionaires Wako, wako, wako watu elfu. so, ukianzia kule kwenye level zero ambako kuna watu bilioni sita ukaja kwenye level one ambako kuna watu bilioni moja. Level one ni dola elfu moja kwa mwezi lioni milioni ishirini na tano hivi kwa mwezi hawa wako watu milioni mia tatu kidunia. And then level four ni dola elfu thelathini kwa mwezi takriban milioni sabini na kuendelea kwa mwezi e, hawa watu wako milioni mia mbili duniani. Dola laki moja mpaka dola laki mbili na nusu hiyo ni level five, ambao hawa watu wako milioni sitini duniani. Level six dola milioni moja kwa mwezi hawa watu wako milioni ishirini na tatu kidunia. Level seven dola milioni nne kwa mwezi hawa watu wako milioni mbili na laki tano duniani. Do, uh, dola uh, laki dola milioni moja kwa, kwa mwaka e, mpaka dola milioni mia saba kwa mwaka e, hawa wako level 8 na hii inajumlisha e, watu elfu thelathini kidunia, na level ya mwisho ni level ya dola billionaires ambao hawa wako watu elfu tatu ningependa Eh, nisikie kutoka kwako kwa, umejifunza nini kwenye hizi levo za vipato? Mara nyingi ninapozungumza na vijana huwa nawaambia usijilinganishe na mtu yote. Angalia, ni vizuri kutafuta usahihi wa mahali gani ulipo, uko wapi kwa sasa, na kama tulivyoona watu bilioni sita wako kwenye levo zero. Eh, levo zero kipato chini ya milioni mbili kwa mwaka. Sasa usijilinganishe na Mohamed Deuje ambaye yuko levo 9, yuko levo ya mwisho kabisa ya kipato wewe usianze kumwaza yeye, usianze kufikiri kwamba unataka kuwa kama yeye kwanza. Hapana, sasa hivi wewe kwanza jiimarishe utoke level zero, uende level one. kama uko level one, jiimarishe utoke level one, uende level two. na nimesema ukiwa level zero, sio sehemu ya kwanza kugawa misaada kwa jamii kwa misaada kwa ndugu zako hapana. Jipende kwanza wewe, jijenge kwanza wewe. Namna bora zaidi ya kuonyesha una upendo ni kutengeneza mazingira ya wewe kwa imara, ili uweze kusaidia hao ndugu zako. Kwa mfano unataka kusaidia familia yako, badala ya kuwatumia shangazi zako pesa kila mwisho wa mwezi, kwa nini usikusanye uwezo, ukawa selfish kidogo, kakusanya uwezo kwanza, alafu ukasomesha watoto zao. Somesha watoto zao wawili, kawasomesha, kawa kuanzia primary school mpaka chuo, itachukua miaka mingi, lakini utakuwa umesolve tatizo la wazazi wako muda mrefu sana, kuliko wewe kuendelea kuwapa pesa. Ukifa je? Kwa hiyo ni vizuri ukijenga mazingira ya kwamba kuwa selfish kwanza kwa muda ujijenge. Achana na ile mentality kwamba unajua tunategemeana, ndio maana unabaki level zero kwa muda mrefu. If you want to change, if you want to grow, toka kwenye level zero, ni lazima kwanza uwe selfish, ujijenge, ndio unaweza kuwa msaada mkubwa zaidi kwa jamii. So thank you so much for watching through. Hii ilikuwa ni episode namba 8 um, yeah, Believe it or Not, na nikwambie tena thank God it's Wednesday, see